Shalom mwana na urithi wa Mungu Baba katika Kristo Yesu, karibu katika kipindi cha Yaliyojiri ndani ya Wiki. Baada ya kupisha uzinduzi wa televisheni ya Sonship Spirit TV, Yaliyojiri tumerejea ya tena, tumerejea tena mwana wa Mungu kuletea makala ya historia ya kanisa, lakini sasa tumehamia mahala pengine. Ni wapi hapo? Kaa nami kwanzia mwanzo wa kipindi hadi mwisho uweze kupata kufahamu yale ambayo Roho Mtakatifu amepandalia katika kipindi hiki mahususi kwa ajili yako. Jina langu ni Mary Kopo, utakuwa nami katika kipindi hiki cha Yaliyojiri ndani ya wiki ambacho hukuja kila siku ya Jumanne. <tipanilis> maana ndivyo ilivyo katika habari za wingi wa ndoto na ubatili na maneno mengi, walakini wewe umche Mungu. Ndiyo, hiyo ndio salamu yangu kwako mtazamaji wa Yaliyojiri ndani ya wiki katika luninga yako pendwa na bora vizazi hata vizazi, Sonship Spirit, jicho la Mungu duniani pote. Nimekusalimu kwa maneno hayo yaliyodumu vizazi hata vizazi, yaliyoishi vizazi hata vizazi yaliyohifadhiwa vizazi hata vizazi, nami ninakukumbusha katika habari ya wingi wa ndoto, maneno mengi, ubatili mwingi, wewe umche Bwana. Ipo kauli kwayo, Roho Mtakatifu mwaka 2019 alituambia kuwa Jesus Christ is unlimited wealth of knowledge of all generations. Kimjua Yesu Kristo, umejua maarifa na ufahamu wa vizazi vyote. Ukijua ufahamu wa Mungu, Umezijua ndoto zote, rangi zote, picha zote, sauti zote, maono yote, mazingira yote na the big agenda behind. Karibu katika mfululizo wa makala zetu za roho wa neema na uamsho ambazo tumekuletea kuanzia baada ya mitume kumi na mbili na wengine wengi wa Yesu Kristo. Asante kwa kuwa umekuwa nami na umewafahamu akina Montanus, John Knox Constantinus, Augustine, Hippo, Pa Elton, Baba Lola, Ida Hosa, na Adeboyega. Sasa karibu tuone safari ya roho wa neema uamsho na unabii wa Kristo katikati ya safari ya uamsho wa kanisa Afrika Mashariki ambapo safari yangu inakuleta Tanzania, nchi mojawapo ya Afrika Mashariki, nchi ambayo Bwana wa majeshi na amani ametamalaki nchi ambayo habari za mtu wa kwanza wa kale zinapatikana, na kila mtu ukimuuliza atakwambia mtu wa kale aliishi huko Oldupai, ikiwa na maana ya katani mwitu kwa lugha ya wenyeji. Kabila maarufu lenye heshima linalojali utamaduni wake linalovutia, kabila ambalo lugha yake kwa mujibu wa Dkt. Ahmad Kipacha, wanapozungumza lugha yao kwa kiasi uelewana na Waarabu wa, wa Iraq, yani watu wa Mashariki ya Kati, na hawa si wengine ni kabila maarufu nchini Tanzania na Kenya, yaani Wamasai. Oldupai kijiografia ni uwanda unaopatikana katikati ya hifadhi ya Ngorongoro -ngoro, ambayo moja ya maajabu yake wanyama wanaishi pamoja na wanadamu. Oldupai gorge ni muunganiko wa maneno mawili ya lugha ya Kimasai, Oldupai lenye maana ya katani mwitu na gorge la Kiingereza lenye maana ya uwanda au bonde katikati ya milima miwili. Hivyo Oldupai Gorge ni jina maarufu lililotolewa na familia ya wanaakiolojia Dr. Louis Leakey na mkewe Mary Leakey, kipindi cha utawala wa Mwingereza, ambao wanasemekana ndio waliogundua wa fuvu, ndiye mlezi wa Jane Goodall, mzee wa sokwe, ambaye naye ni mgunduzi wa hifadhi ya Gombe, Kigoma. Hayo yote tunayapata nchini Tanzania, nchi iliyobarikiwa kwa baraka zote za rohoni na mwilini. Karibu Tanzania, karibu Afrika Mashariki, kama inenwavyo ndani ya ufalme wa Mungu kwamba mahali ambapo yupo Roho Mtakatifu ni mahali pazuri pa kuishi ishi, mwana wa Mungu. Sonship Spirit TV, mahali pa wakuu, jicho la Mungu duniani pote. Yaliyojiri makala, tumeenda moja kwa moja mpaka East Africa Tanzania, na hapa tunakuletea historia ya uamsho wa kanisa ndani ya Tanzania. Lakini kwanza tumekukaribisha mwanamke katika wingi wa ndoto, maono. Nachokushauri, mche Bwana kama vile ambavyo tumeendelea kusisitiza, hivyo ndivyo ambavyo inatakiwa kuwa, na hivyo ndivyo ambavyo tunatakiwa kuishi karibu katika makala hii ya mfululizo wa historia ya kanisa uamsho ndani ya Afrika Mashariki tukianza na nchini Tanzania. Jina langu ni Mary Kopwe, niko hapa kama mtangazaji wako katika kipindi hiki cha yaliyojiri makala tao, mwana Mungu kusubscribe, lakini pia kushare na ku like kipindi hiki, lakini pia usisahau kwamba kipindi hiki hukuja kila siku ya Jumanne kuanzia saa 12 hadi 12 na nusu alfajiri kama kawaida. Tupo mazingira mapya, na hapa tunafurahia mandhari nzuri kabisa ya Zanzibar. ko ni neema nzuri hii ambayo Mungu ametupatia kuweza kufurahia uumbaji wake, na mi sina la kusema zaidi tu ya kwa heri, kutane tena wiki ijayo. Yeah, ulikuwa nami Mary Kokwe, bye bye.